Bwana awe nanyi. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wengine katika mkutano walipoyasikia maneno ya Yesu walisema hakika huyu ndiye nabii yule. Wengine walisema huyu ndiye Kristo. Wengine wakasema Je, yeah, Kristo atoka Galilaya? Andiko halikusema ya kwamba Kristo atoka katika uzao wa Daudi na kutoka Betlehemu, mji ule alioukaa Daudi. Basi kukaingia matengano katika mkutano kwa ajili yake. Baadhi yao waka, wakataka kumkamata lakini hakuna mtu aliyenyoosha mikono yake ili kumshika. Basi wale watumishi wakamwendea wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hamkumleta? Wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Basi mafarisayo wakawajibu, je, ninyi nanyi mmedanganyika? Ni nani katika wakuu amwaminie, au katika mafarisayo? Lakini makutano hawa wasioifahamu torati wamelaaniwa. Akawaambia Nikodemo, naye ni yule aliyemwendea zamani, maana ni mmoja wao, je Torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua atendavyo? Wakajibu wakamwambia: Je, wewe nawe umetoka Galilaya? Tafuta ukaone ya kuwa kutoka Galilaya hakutokea nabii. Injili ya Bwana. Wapendwa, taifa la Mungu, Jumamosi hii ya Juma la nne la Kwaresma, tunaposogea hasa karibu zaidi na kuelewa mafumbo haya ya Pasaka, mafumbo ambayo yanadhihirisha ukamilifu wa mapendo yetu ambayo tunayapokea pasi kustahili katika upendo mkuu wa Mungu mwenyewe, hasa ni katika kutambua asili ya Kristo ambayo inajidhihirisha kwetu leo. Kristu anasema na makutano, na wale wanaomsikia wanapata kuelewa nini anasema, lakini katika kuchambua, kila mmoja anatoka na tafsiri yake. Wapendwa, tafsiri hii ndio hasa ambayo tunaweza kuona kwa nini labda wakati mwingine tunayo maelezo tofauti tofauti juu ya Kristo utahayari wetu wa kumpokea ndio hasa unatuvuta kuelewa ni nini anachotaka tuseme kwake. Wakati mwingine tunaweza kuwa tumetoka na nia ya kutaka kwenda kumkamata kumudhi Kristo kwa sababu ya madhaifu yetu, lakini kusikia neno lake kunatosha sisi kuelewa ni nini anachotaka kwetu, kama kweli tunafungua mioyo yetu kusikia na kuelewa anachotaka tutende. Mama Kanisa leo anataka tuelewe kwamba si katika hali ya juu sana tu ambayo Wayahudi hawa hawakuwa, mafarisayo walifikiri wanaweza kujua na mna ambayo masia angeweza kudhihirika kwa watu kutokana na elimu yao, wengine walichopata habari ya kwamba lazima atokee Galilaya, atokee Nazareti, atokee ukoo wa Yahudi na walifikiri kwamba wanafahamu vizuri zaidi, kumbe neema ya Mungu inafunguka kupitia sehemu zote katika udhaifu wetu katika kila mmoja wetu, haijalishi ni kiwango gani. Tunahitaji tu kumsikiliza Kristu anaposema ndani yetu ukweli ambao ndiyo yeye mwenyewe, ukweli ambao Mama Kanisa kwa neema ya Mungu imeutunza kwetu mpaka wakati huu vizazi vyote, kiasi kwamba tunaweza kuendelea kutambua yeye ni nani kwa maisha ya kila mmoja wetu, yeye hasa anafanya nini katika malengo ya maisha ya kila mwanadamu katika maisha si ya mwanadamu tu, bali na vile vyote vinavyomzunguka mwanadamu. Wakati mwingine katika kumwelewa Kristu, tunaweza kudharauliana kulingana na viwango vyetu tunaweza wakati mwingine si dharau tu, lakini tukajifikiri tunafahamu zaidi kuliko wengine. Lakini kumbe kufahamu zaidi kuhusu Kristu ni kumruhusu yeye kutawala maisha yetu, yeye kuelewa na kutawala mitazamo yetu juu ya mambo yetu. Hawa wametumwa kwenda kumkamata Kristu, lakini mitazamo yao inaangalia mbona hatujapata kusikia mwenye amesema au ambaye ameweza kusema namna hii? Katika maisha yetu yote hatujamsikia huyo aliyetamka makuu na upeo wa hekima ya hali ya juu kiasi hiki. Mitazamo yao imetosha na imetawaliwa na utajiri wa neema ya maneno ya Kristo, na hilo limetosha wao kumkubali Kristo na kukoma kunyosha mikono kumkamata au kumshika, na hivi kwamba neema hii imemfikia hadi Nikodemo. Unaona, inashika kwa watu wa hali ya chini na pia watu wa hali ya juu. Kiongozi huyu Nikodemo na wale watumishi wote, waliporuhusu kusikia sauti ya Kristo, basi imewaongoza kuweza kutambua hasa ni neema gani Mungu anayotaka kukamilisha ule upeo wetu yale mambo tunayoyafahamu yanaweza kukamilika au kupata utimilifu wake tu ndani ya Kristo. Sasa sisi tunaojiandaa kumpokea katika kipindi cha Pasaka, ili anapofuka afuke ndani yetu, lazima tumruhusu aseme nasi, lazima tujiruhusu wenyewe kusikiliza kile anachokisema, na lazima tujiruhusu wenyewe kuelewa na kutafakari upendo wake kupitia yale anayotuambia, kwa sababu kumsikiliza tu hakutoshi, lakini pia kutenda yale anayotaka sisi tutende, ili kwamba ukamilifu au unabii uliotabiriwa kwa yeye kuzaliwa uwe kwetu sisi, tuwe hiyo Nazareti ndogo ambayo inaongelewa, sisi tuwe huko Galilaya ambako wakati mwingine tunaweza kufikiria hastahili, hawezi lakini Kristu anatuchagua na kusema, kutoka Nazareti. Hata kama watu hawajui asili yako, ni Nazareti, kwa sababu unaonekana kama Galilaya, lakini kwako mimi nitakuwa na nitafikisha ufalme wa Daudi ndani yako. Tutumaini na kutumainia Kristu kwamba anaeweza kutekeleza hayo yote ndani yetu, ili katika hayo kweli Kristu afufuke ndani yetu siku ya mwisho na sisi tuweze kusherekea utukufu wake, yeye aliye Kristu Bwana, rafiki na mpendwa wetu. Tumsifu Yesu Kristu. Tafakari hii imeletwa nanyi kwenu mimi ndugu Simon Michael Shimbe, shemasi wandugu wa Francisco wa Conventuali Tanzania.